Ya, umekuwa ni utamaduni wetu Singida Black Stars, mambo yetu huwa tunayafanya kimya kimya mpaka pale ambapo yatakuwa yamekamilika, ndio tutawaonesha uh, watu wetu kwamba tulikuwa na jambo hili na limekamilika. Ni utamaduni tu kama kama kama taasisi tulijiwekea, na tumekuwa imara katika eneo hilo. Sisi ni wasiri sana kaka. E, sisi ni wasiri. Na jambo jema lolote ukitaka ulifanikishe vizuri e, bila ushauri mwingi bila, bila kukatishwa tamaa njiani yani, unatakiwa ulifanye kwa siri mpaka litakapokamilika. Kwao ni kama funzo pia tunatoa kwa wengine, wanapokuwa na masuala yao, waendee wa taratibu kwa sababu kwa, kwa mfano katika eneo la uwanja, zipo timu ambazo zilipeleka mpaka wakandarasi na tukaonyeshwa picha picha za ramani, lakini mpaka sasa mambo yanaonekana yamekwama, lakini wangefanya kimya kimya, wakatuonesha kama tunavyoonesha Singida Black Stars, nadhani wangekuwa wamefanikiwa mpaka hivi sasa. Kwa hiyo ni masuala tu ya, ya, ya, ya kila mtu ana utaratibu wake, na sisi tunafurahi jambo letu hatimaye limefikia hapa, lakini hatujamaliza. Hii ni awamu ya kwanza. Leo tunaitambulisha rasmi, lakini ujenzi huu utakamilika kwa awamu tatu, na tunatarajia uh, zikamilike ndani ya muda mfupi. Hatuwezi kusema lini, kama kawaida yetu, lakini kwa awamu ya kwanza tayari ndio maana tunaizindua, na tunaamini uh, tunaweza tukautumia sasa uwanja wetu kwenye mechi za mashindano zilizopo mbele yetu. Kwa wale ambao hawajui uwanja huo upo sehemu gani, uh, kwa Singida, uwanja wa Singida Black Stars unapatikana eneo uh, gani? Kwanza uwanja huu unaitwa Airtel Stadium ambao unapatikana ndani ya Mwiguru complex na upo eneo la Mtipa. E, kuna sehemu mashuhuri sana hapa Singida mjini inaitwa Mtipa, nje kidogo ya mji hivi kilomita sita, saba hivi. Kwa hiyo ni uwanja ambao uko ndani ya eneo hilo la Mtipa Municipality ya Singida hapa, na unaitwa Airtel Stadium kutokana na makubaliano yetu na, na mtandao wa Airtel, kampuni ya Airtel kwa kipindi cha mwaka mmoja. Baada ya hapo tutakuwa sasa na jina letu rasmi yeah, sababu za kibiashara zinapelekea tutumie jina la Airtel Stadium kwa mwaka huu wa kwanza, lakini ni uwanja ambao uko ndani ya Mweguru Complex. Saa mbali na hayo, kuna kuna, kuna hili linalohusiana na, na uche, muda wa, wa mechi kuchezwa. Singida ni eneo ambalo kidogo lina joto muda mwingi. Uh, mnaona mkiharakisha mki, mki, mki uwekaji uh, wa taa kwenye uwanja huo ili uwe unaruhusu pia uh, kuchezwa mechi za usiku. Yeah, uwanja wetu tunaweka taa kwa hiyo utakuwa na fursa pia ya kutumika kwa mechi za usiku na hilo zoezi la taa limeshaanza limesha na linaendelea. Kwa hiyo tunatarajia tukimalizana na masuala ya uzinduzi na nini, tukirudi sasa kwenye mechi za Ligi Kuu na mechi za Kombe la Shirikisho la CRDB, tayari kila kitu kitakuwepo na utakuwa tayari kwa ajili ya kutumika muda wote, iwe ni mchana iwe ni usiku. Sisi mechi za saa nane kwa kweli zilikuwa hazitubariki lakini <laughs> kwa sasa tutakuwa tuna uwezo wa kucheza kati ya saa kumi mpaka mpaka mechi za usiku. Okay, saa inabidi tena urudi kwenye ugeuze simu ni kuone vizuri, na wakati huu unahitaji ni, ni, ni fahamu ratiba nzima ya tukio lenu la leo. Itakuwa inaongozwa na, na wasanii na, na watu mbalimbali mbali pia mashuhuri ambao watakuwepo kwenye uzinduzi huo ni wakina nani, pengine unaweza ukatuambia, lakini pia kiingilio nimesikia kuna mabadiliko ya kiingilio kutoka elfu tano hadi elfu kumi. Yes, uh, swali zuri sana ndugu yangu, hapo unanipata sawia? Yeah, hapo nakupata vizuri sasa Yes, uh, tumefanya maboresho kutokana na mahitaji na, na maombi ya watu wengi na pia tathmini ambayo tulifanya, uh, kwamba uh, ni tukio kubwa na tunahusisha timu kubwa uh, Young Africans, Singida Black Stars. Ni mechi ambayo inavuta ina, ina, ina, ina hisia za watu wengi, kwa hiyo kwa sababu za kiusalama pia, kwa sababu kwa hatua hii ya awali uwanjani tunapokea watu elfu tano mpaka elfu saba peke yake tukiweka tuliona kiingilio cha awali cha shilingi elfu tano tungeweza kuleta maafa, kwa sababu watu wengi wana shauku ya kufika kujionea uzinduzi huu pamoja na mechi hiyo. Ndio maana tukasogeza kidogo mpaka elfu kumi angalau eh, kwa wale ambao watashindwa kumudu, japo hatutamani hivyo eh, waweze kuangalia kupitia Azam TV na wale ambao tutakuwa wana uwezo wa kumudu basi wajisogeze ah, hapa katika uwanja wa Mtipa na mambo yatakuwa yame yamebalance kwa namna hiyo. Kwa hiyo tulibadilisha kweli kiingilio na sasa ni shilingi elfu kumi na watu wawahi tiketi, kwa sababu tiketi zinauzwa kwa kasi ya ajabu, na wale ambao wanachelewa basi wanaweza kukuta uwanja umejaa na pengine wakazuiliwa kuingia uwanjani. Kuhusiana na wasanii maarufu ambao watatumbuiza kwenye uh, siku hii ya uzinduzi, ni nani na nani yeah? tumealika wasanii mbali mbalimbali, lakini sisi kutokana na upekee uh, tumeamua safari hii uh, tusialike wasanii wakubwa wa muziki na tuna, of course tunawashukuru wamekuwa wakiwa nasi sambamba na hata hivi Uh, tulikuwa na plani hiyo awali lakini mabadiliko ya, ya, ya mipango yetu tumefikiria tuwape zaidi nafasi wasanii kutoka nyumbani Singida, vijana wetu wa hapa waoneshe na talenti zao, lakini iwe ni sehemu pia iwe ni sehemu pia ya kuonesha kwamba uh, hili ni jambo la Singida na linawahusu wana Singida. Kwa hiyo tuna, tunafanya hivi ili kuwe na taswira nzima ya, ya usingida. Ah, bwana nisamehe, ndugu zangu, simu zangu zimekuwa zinaita kwelikweli hapa sasa hivi. Haina <laughs> shida Hussein Massanza. Nafurahi sana haina... kuungana okay, shida na, na wewe lakini pia katika uzinduzi wa awamu nyingine na nyingine, basi tutaweza kuona jinsi gani tunaweza tukasogea hapo Singida tukala kuku pia. Ah, karibuni sana, karibuni sana Azam TV. Asante.